Tunajisahau sana vijana wenzangu, tunajisahau, tukiona kwamba sisi eti, eti kwa vile tuna nguvu, kwa vile mashababi, tutaendelea kuwepo tu katika dunia hii. Tunajidanganya vijana wenzangu, biskiti na wazee tu maskini, wengine hata migongo kuinama hawawezi, wanaswali huko, umetanguliza miguu yao. Lakini vijana tupo mtaani. Tupo kwenye vijio, sisi bangi, sisi pombe sisi kubeti. Jambo la kubeti ndio limetubeba sana vijana wote, jambo la kubeti limetuchukua sana, maelfu ya vijana tupo katika kubeti. Hujui uzito wake ndio maana lakini, ukifatilia ukishajua uzito wake huwezi kufanya tena hilo jambo. Hivyo basi vijana wenzangu, tubadilike, tubadilike tupate kusalimika mbele ya mola wetu. Hii dunia sio lolote, dunia inatudanganya vijana wenzangu, tubadilike kuna kipi wewe mwanadamu, kuna eh, kipi kinachokushughulisha haswa? Wanatafuta mali, wapo waliotafuta wa mali kweli kweli, wameziacha mali, wanatumia wenzao. Basi tubadilike vijana wenzangu, kwa sababu vijana tunapotea, na wakutuongoza wakutu, wakutu, wakutu ni wazee siku hizi. Vijana tunashindwa kuambia na ukweli kwa sababu tunaogopana, si kweli, hatuwezi kuogopana, tuambiezane ukweli vijana wenzangu Turudi kwa Mungu lao, kama nusu tu tumkumbuke maagizo aliyoacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aliyoamrisha, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam